Haya, tena tuko kwenu kwa kuwaletea habari mpya ambayo iko nazunguka mitandaoni e, ambayo inasema kwa ajili ya pape wa mpya ambaye atakuwa Mwafrika, na inaletwa kwenu na Ahadi Divertissement, na itaanza tukisema, je, papa ajae atakuwa Mwafrika? Na ikiwa ni kweli ataendeleza kazi ya papa Francisco, au ataanza njia mpya kabisa? Na wewe unamuunga mkono nani? Toa maoni yako kwa sababu kinachoamuliwa sasa si jambo ndogo, ni mustakabali wa kanisa Katoliki. E, ikiwa leo kuna uwezekano wa kweli wa kumwona papa kutoka Afrika, hilo ni kwa kiasi kikubwa kutokana na George Mario Bergoglio, papa Francisco. E, papa wa kwanza kutoka Amerika ya, ya kusini, wa kwanza kutoka shirika la Jesuit na wa kwanza kuchukua jina la mtakatifu Francisco wa Asisi, ishara ya mnyenyekevu, urahisi na huduma kwa maskini. Tangu siku zake za kwanza, Papa Francisco alionyesha wazi kuwa hatamani fahari za mamlaka. Alitaka makazi ya kifalme, akaacha mavazi ya kifahari na akaamua kuishi kati ya watu katika nyumba ya Mtakatifu Marta. Alisema, nataka kanisa maskini kwa ajili ya maskini. Lakini mabadiliko yake makubwa zaidi haya kuwa mavazi, bali muundo wa kanisa lenyewe. Papa Francisco alifanya jambo la, la kihistoria. Aliwateua makardinali kutoka maeneo yaliyopuuzwa kwa muda mrefu, kutoka visiwa vya Pasifiki, kutoka Asia na zaidi ya yote kutoka Afrika aki akaipa Afrika sauti ndani ya mkutano wa uchaguzi wa papa conclave, na sio ishara tu bali nafasi halisi ya kuamua. Katika safari zake Francisco ali aliitukuza Afrika, akasema Afrika si tatizo, ni hazina. Akasema pia ndiyo moyo wa kanisa unapiga kwenye pembezoni. Akasema tuwe wa kweli kuhusu ubaguzi, ukoloni na kutengwa. Alipanda mbegu, akatia maji, akaacha bango tayari kwa mavuno. Sasa amefariki. Je, mavuno yatafika? Nikizani mavuno yatafika tu kwa imani tu, na ni kumtegemea Mungu. Kama ni mambo ambayo ni mazuri kwa Mungu, tuna imani kwamba hayo yatafika, kwa sababu hata nami niko Mwafrika, na nami ninapasha kupendelea tu, tuwe na pap ambaye ni Mwafrika. Je, na wewe uko tayari? Unafikiri kuwa uchaguzi wa papa ni wa kiroho tu? Basi jandaeni kushangaa. Konklave ni mchanganyiko wa ibada takatifu na siasa ya hali ya juu. Nyumba ya milango ya kanisa la Sisti, la Sistine na makubaliano ya siri, ni mvutano wa kimya kimya. Ndiyo, ni siasa ya Mungu e, na... na hata baada ya kazi ya papa Francisco idadi kubwa ya Makardinali wapiga kura bado inatoka Ulaya. Wengi wao wamekulia katika kanisa ambapo neno papa lina maana ya Roma, au hata Italia. Kwa baadhi yao wazo la papa Mwafrika lisilowezekana. Kwa nje, wanasema ni kwa ajili ya mapokeo. Wanazungumza kuhusu lugha ya Kilatini au umuhimu wa papa kuongea ki Italiano. Lakini kwa ndani wanajua ukweli, na ukweli ni huu: papa mweusi anawatikisa. Kwa nini? Si kwa sababu ya imani yake, si kwa sababu ya maadili yake, bali kwa sababu ya rangi ya ngozi yake. Hii si tu suala la kanisa, ni suala la dunia. Kuchagua papa mwafrika si tendo la kidini, ni tangazo la uhuru, tangazo la haki. Tangazo la emancipation Papa Francisco hakuwa chaguo la kawaida na bado aliitwa akaongoza akabadilisha historia Je, hao wasiotarajiwa watachaguliwa tena konklave inakuja Milango itafungwa na dunia itatazama upande moja. Urithi wa papa mnyenyekevu mpenda hai, mtetezi waliopuuzwa. Pu, upande mwingine muundo wa zamani wenye hofu, unajali, unajiuliza kama uko tayari uko, uko tayari kubadilika. Upande mwingine muundo wa zamani wenye hofu unaojiuliza kama uko tayari kubadilika. Turkson, Ambongo, Sarah. Majina matatu, njia tatu tofauti, kanisa moja. Je, kwa mara ya kwanza katika historia, tutamwona papa mweusi? Ikiwa ni ndio. Je, kanisa tayari kumpokea? Na dunia je? Hili si tu uchaguzi wa mtu mmoja. Ni kasi mpya ya historia, na ni mwanga unaojitokeza katika kivuli cha karne nyingi. Hii si tu uchaguzi wa mtu mmoja. Ni kasi mpya ya historia. Ni mwanga unaojitokeza katika kivuli cha karneli nyingi. Na sasa sauti yako pia ina nafasi. Je, unadhani wakati umefika? Je, unadhani kanisa limo tayari kwa papa kutoka Afrika? Ni wakati wa kuuliza, ni nani kati ya hawa watatu anaye akisi kweli ndoto ya kanisa la kesho? Toa maoni yako, sambaza mjadala huu, kwa sababu kinachoamuliwa sasa